Mbunge wa jimbo la Geita Joseph Msukuma ameonyesha magari yaliyonunua kwa ajili ya kupeleka jimboni kwake. Magari hayo ni magari ya kubebea wagonjwa kumi na gari moja kwa ajili ya jeshi la polisi. Msukuma amesema amefanya hivyo ikiwa ni sehemu ya kutoa msaada kwenye jamii yake. Hii ni Toka Zamani TV, update unapata hapa. Tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele, usisahau kuacha comment kwa kile ambacho unakitazama hapa. Akizungumza na Milad Ayo, Msukuma amesema magari hayo ni mali ya wananchi wa jimbo la Geita vijijini lenye kata kumi na tano ambapo kila kata itapata huduma ya gari la kubebea wagonjwa na atagharamia mishahara ya madereva na huduma zote. Huku mwananchi akihitaji huduma, anatakiwa kupiga simu kwa katibu wa chama ili apatie huduma ya usafiri. Msukuma ameongeza kuwa gharama za magari hayo ni zaidi ya bilioni moja ikiwa ni pamoja na ujenzi wa kituo cha polisi hadhi ya kisasa ambacho atakikabidhi kwa jeshi la polisi kutoka kwake mwenyewe Msukuma. Tumsikie Msukuma hapa akizungumza. Kwa kweli wazo lipo muda mrefu, na nimeanza awamu ya kwanza ya ubunge nilitoa gari tano, mimi ninakata kumi na tano. E, maisha yetu ya kule kijijini kikweli sio mazuri, kwa sababu usafiri wetu wa haraka haraka ni bodaboda boda, na majimbo yetu ni makubwa. Kwa mfano mimi jimbo langu lina watu karibia laki saba sasa Ambrose, Mama Samia akatuletea mpya, tunazo tatu na sisi tuna majimbo mawili. Jimbo la mwenzangu lina milioni, kwa hiyo unakuta magari yako kwenye mzunguko. Awamu yangu ya kwanza ya mwaka elfu mbili kumi na tano nilitoa gari tano, maana yake kwenye kata tano. Sasa nikawa na hilo wazo kwa sababu mara nyingi ninapokuwa jimboni, unakutana na kina mama wengine mjamzito, au mzee mgonjwa, au mgonjwa, au staili yoyote tu, amebebwa kwenye pikipiki, aafu nyuma ameshikiliwa sasa kwa sababu mimi kidogo najaribu kuhangaika, nafanya biashara huku na huku, nikaamua kuwa na hili wazo kwamba ndoto yangu mimi angalau kila kata moja iwe na gari yake binafsi. Na hizi gari kwa temu hii mwaka jana tulitoa kidogo tofauti, ila awamu wa ya kwanza tuliwapa serikali, nimeona changamoto zake. Watu wa halmashauri kidogo wanasumbua, mambo ya service, gari inamaliza oil, inakaa mwaka imepaki, sababu labda 200 mara vifungu. kwa hiyo kidogo temu hii nimeenda tofauti. Kwanza nilichokifanya nimejenga ofisi za CCM kila kata, ofisi nzuri kabisa, kila kata, kata zangu zote 15, bado kama kata mbili. Kwa hiyo magari haya ninaenda kuyaweka kwenye kila ofisi ya chama ya kata, kwa hiyo wananchi watahudumiwa na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo gari hili kila moja litakaa kwenye kila ofisi niliyoijenga na litahudumiwa na CCM kata ile, na mimi kama mbunge ninaandaa utaratibu nitazihudumia mwenyewe kuanzia mishahara ya madereva, mafuta. Tutaweka full tank mafuta, alafu mgonjwa atachangia lita tano. Hatuna sehemu ya mbali ya kwenda, lita tano tunazo. Gari kila kata, tutawapa daktari. Akikaa humu kuna vitu vyake mwenyewe anavyokuja nazo, lakini vitu vingi, mpaka stretcher, kiti kinatembea, vitu vyote ni original. nani ambulesi ambayo tumenunua ina mahitaji yote humu ndani, unaweza ukaendesha kama hospitali, unaweza kuzalisha vitu vyote hayo ni mambo ya kitaalamu, lakini mimi gari nilizo nazo kiukweli ni gari ambazo zinastahili, zina viwango vyote vya kimataifa. Yani usidhani kwamba, ndo maana mimi mara nyingi nawaambia mimi sitaki kuitwa mbunge wa kijijini, kwa sababu vitu kama hivi, hata nyewe watu wa Mwanza wenyewe mnashangaa, hamjawahi kuona pengine mbunge kadoneti gari kumi na kitu, katoa mshahara wake. Mimi mshahara wangu kwa mbunge labda ni gari mbili au tatu tu zinamaliza. Kwa hiyo mimi nimefanya hivi kwa sababu najua mimi nimekulia kijijini na yaishi maisha ya kijijini nayafahamu kabisa. Kule Geita watu wangu wana uhitaji wa design gani. kwa kwa haraka haraka harakaharaka hiiinawezakeme gari mkiasi gani? ukichukua kituo cha polisi nilichojenga ukachukua hizi magari zote nilizonunua, kiukweli inaenda kama s and bilioni moja na kitw eh. Nimetumia bilioni moja na kitu, kwa sababu magari yetu yote ukiangalia yamekaa vizuri, unaweza kulitumia hata Dar es Salaam, unaweza kulitumia popote, sio feki feki. Lakini pia tumetoa na gari la maziko kule nyuma, kama mtu anapata zile shughuli zote za kijamii kama labda nini na m..., tunalo tunalo. Sasa gari nilitoa moja, linafanya kazi ya kusafirisha kama tumepata msiba, lakini kwa sababu ni dogo, hatunabeba watu wanane. Sasa tumetoa gari lingine. Itabeba labda watu 20 30 kwa ajili ya kusindikiza mwenzetu anapokuwa amepata msiba. Ni wananchi wangu nawaambia niko gado, kwanza sijawahi kuyumba, alafu ninasema kwa sababu najiamini na ubunge wangu wala sina mashaka na watu wote wanao wanaokuja kugombea kwenye jimbo langu. Ninajua wapo na ninawakaribisha. Nimejipanga vizuri. Nimejipanga vizuri wala sina mashaka nao. Sawa, wanakuja lakini tutashindana. Sawa, nami si wapigi biti <laughs> lakini hii ndo hali halisi ya wabunge tunatakiwa kufanya. Ndio, unaenda kuiomba serikali lakini, wewe ile jitihada yako, angalau serikali ione. Kwa hiyo hili nalo ni gari letu la polisi ambalo na wenyewe kupata sifa zote za polisi. Ndiyo, tunaenda kulikabidhi pamoja na kituo. ni gari ni Toka Zamani TV updates, unapata hapa. Tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele, usisahau kuacha comment kwa kile ambacho unakitazama hapa.